Na hatua zangu nilipiga mpaka pande za Mikocheni, opposite kabisa na Shoppers Plaza. Nyuma yangu ukiangalia, pameandikwa Salim Cars Limited. Hii ni yadi pekee ambako unaweza kupata gari ambalo hujawahi kuliona katika yadi nyingine yoyote ile au showroom nyingine yoyote ile Tanzania au Dar es Salaam kiujumla, na kama unavyoona nyuma yangu iko gari inayojulikana kama Toyota Crown, Royal Crown. Hii ni gari ambayo Tanzania inawezekana iko kwenye showroom hii peke yake na sehemu nyingine yoyote usipate. Ni ya mwaka elfu mbili na nane, na hii ni gari ambayo sasa hivi kule Japani wanaichukulia kama vile ndio benzi yao Yaani kwa Japani ni kama benzi ya Japani, kwa sababu jinsi ilivyo ndani ni zaidi ya uzuri ambao unauona kwa nje. Ni kwamba hivi gari hili ilianza kutengenezwa namo mwaka elfu moja mia tisa na hamsini na tano, lakini baada ya mwaka elfu moja mia tisa na hamsini na tano, ilipofika mwaka elfu moja mia tisa na hamsini na nane muundo wa aina hii wa Crown ulisafirishwa. Ilikuwa ni gari ya kwanza tokea Toyota kusafirishwa kwenda kufanyiwa biashara ndani ya USA, yani Marekani. Ulifahamu hilo kama ulikuwa ulijui basi sasa hivi nataka uifahamu vizuri zaidi Toyota Royal Crown. <tune>